Dimba la Nyu Amani Complex katika mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Mnyama Simba anakuwepo hapa katika kuminyana dhidi ya Stellenbosch. Simba amehamishia hapa machinjio, yatakuwa hapa katika uwanja huu wa Nyu Amani Complex mkaribisha eh, mgeni ni Stellenbosch, mnyama Simba. Benjamin Mkapa kule uwanja umefungiwa mnyama Simba mechi yake ya nusu fainari amepeleka hapa katika dimba la Nyu Amani Complex. Mashabiki kama unavyoona asubuhi, kumekucha watu wakiwa nimiminika kwa wingi kuja katika uwanja huu kuja kushuhudia eh, nusu fainari ya mkondo wa kwanza katika dimba la Nyu Amani Complex. Jana eh, kikosi kilifanya mazoezi, kikosi cha Simba Sports Club kilifanya mazoezi katika uwanja wa Nyu Amani na kikosi cha kilifanya mazoezi katika dimba Ripoti za, ripoti za Chapesa Media zinasoma hapa New Amani Complex. Tunakuletea habari zote za kimichezo ambazo zinajiri na natotajari kujiri katika uwanja huu wa New Amani Complex hapa Msoni Zanzibar. Kama unavyoiona hali ilivyo, watu wameshafika, jezi za mnyama Simba Sports Club zikiwa kitawala katika uwanja wa New Amani Complex. Simba Sports Club ikumbukwe, ni mchezo wake wa kwanza katika ligi kombe la shirikisho barani Afrika katika nusu fainali mkondo wake wa kwanza dhidi ya Sterbotch. Mnyama simba ye mwenyewe alikuwa anamtaka Zamalek, lakini Zamalek ametolewa na, na Sterbotch Afrika Kusini. Leo ni leo, vita itaamua. Mnyama simba ndio uwanja wake wa nyumbani katika uwanja huu wa New Amani Complex katika mechi ambayo inaenda kupigwa majira ya saa kumi kamili, watu kama wanavyoona dimba hilo watu wanaanza kupiga picha wengine mashabiki baadhi wananunua tiketi kwa ajili katika, kwa ajili katika huu mchezo wa kombe la shirikisho bana Afrika. Mnyama simba leo anakuwepo hapa katika uwanja huu kama unavyoona, jezi zikitawala visiwani Zanzibar ni nyekundu nyeupe, pamoja na kijani zikiwa zikitawala hapa katika uwanja huu wa New Aman Complex, kama unavyoona hali ilivyo muda huu, mashabiki washamiminika kwa wingi hari unavyoona ni dimba mbaro Simba, mnyama simba na kuepo hapa katika kumkaribisha Stere Broch. Ikumbukwe jana mwalimu wa Stere Broch aliongea sana na heshima Simba Sports Club katika huu mchezo wa leo. Kama unavyoona ni dimba mbaro limewekwa vizuri kabisa, kama unavyoona jezi hizi zinawaguzwa hapa katika uwanja wa New Amani Complex. watu wanatamani kumuona leo hii ilimpanzu kibisawara katika uwanja wa New Amani Complex, kama unavyoona mashabiki kwa wingi wameanza kumiminika miminika, mashabiki wameanza kununua tiketi katika uwanja huu wa New Amani complex. timu ya Chapesa Media tukiwa hapa kwa tunakuhabarisha na kupa nakupa eh, stori mbili tatu katika uwanja huu wa New Amani Complex hali ilivyo muda huu, mashabiki ni kama unavyoona washafika katika uwanja huu wa New Amani Complex hapa viswani Zanzibar. Watu wengi washafika kama unavyoona. Eh, dimba ambalo leo mnyama Simba natakaja hapa ni historia chache mchezo e, wa kwanza kule katika robo finali mvua ilinyesha, lakini hapa viswani Zanzibar mvua nayo inanyesha katika uwanja huu wa New Amani Complex. Mnyama Simba leo nakuepo hapa katika nusu fainali ya kwanza wa mkondo wa kwanza katika mchezo wa kufuzu kwenda fainali zidi ya Stellenbosch wa Afrika Kusini. Kama hali unavyoiona, mashabiki mda huu ashanza ekaheka katika uwanjani na kuja kufanya na muhimu kwa ajili ya kushuhudia mnyama Simba Sports Club. Wanazazibari wengi walikuwa wanatamani kushuhudia mchezo huu lakini mechi kama unavyoiona imepelekwa hapa New Amani Complex, visiwani Zanzibar. Young Africans wao wanasema wapo NBC Premier League, lakini mnyama Simba leo anawakilisha taifa ndani ya Afrika Mashariki na Kati katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mnyama Simba Sports Club leo, ni ushindi kwake ni muhimu kwa ajili gani? Kwa ajili ya kujiweka sawa katika mchezo wa pili mkondo wa pili kule Durban, Afrika Kusini, dhidi ya Stellenbosch. Kama mnyama Simba zikifanikiwa kupata ushindi na mabao mengi, itampa uhakika kufuzu kwenda hatua ya ya hatua ya fainali katika kombe hili la shirikisho, katika kombe la shirikisho barani Afrika, mnyama Simba anakuwepo hapa. Nikumbuke Simba Sports Klabu ana historia nzuri sana katika uwanja huu wa New Amani Stadium, kwa, kwa maana mnyama Simba akiwa hapa anapata matokeo yaliyo mazuri zaidi, na kama unavyoona mashabiki ni hao wameanza kuimarika eh, katika uwanja huu wameshaanza kufika. Ni dimba ambalo linaenda kupigwa mchezo mashuhuri mchezo mkubwa, majira ya saa kumi kamili. Wana runya, si Simba Sports Club wameshafika hapa, baadhi ya mashabiki mashabiki jana. Kuna baadhi wengine wameondoka jana usiku kuja hapa Amani kushuhudia Simba yao, lakini kuna wengine leo wamewasili hapa Visiwani Zanzibar kwa ajili ya huu mchezo wa kombe la shirikisho. Visiwani Zanzibar wanasema wao ndo mabingwa kwa kombe hili shirikisho visuali eh, Zanziba, katika uwanja huu wa nyua Amani Complex wanapata matokeo kama Benjamin Mkapa ulikuwa uh, atoki mtu basi. Leo katika uwanja huu wa nyua Amani Complex eh, atakuwa atoki stere bloch nyamasimba. Kauli yake ni moja tu amekuja nayo ya nusu fainari, atuishii hapa. Ni kauli ambayo Hatuishii hapa, ni kitu ambacho e, kimefanya nyama simba kujiweka hali nzuri katika maeneo haya. Kama unavyoona hali ilivyo ni jezi hizo zinaanza kuuzwa katika uwanja huu wa Amani Complex, katika mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Watu wamejipanga vizuri, watu wapo fiti Simba ambalo leo tunakushuhudia eh ee, nusu finali ya mkondo wa kwanza hapa vuswani Zanzibar, ni kitu ambacho e, mashabiki tayari jezi zinaanza kuuzwa hapa kwa ajili e, ya nusu finali, Simba Sports Club dhidi Wana Wanazanzibari wamefurahi na wamekuja kushuhudia timu yao pamoja na mashabiki ambao wametoka kule Dar es Salaam wamekuja kushuhudia kushuhudia Simba Sports Club katika huu mchezo timu ya Chapesa Media tukiwa hapa New Amani Zanzibar kwa ajili ya kukupa update zote za kimichezo zinazoendelea kujiri na zinazokuja na kujiri. Ni kama unavyoona leo, anatamani kumwona elimu panzo Kip Denis Pospa, watu wanatamani kumuona Chazia Wa, watu wanatamani kumuona Stephen Desa Mkwara, Joshua Mutare watu wanatamani kumuona katika uwanja huu wakiwa wanatakata kabisa na jezi zao za Simba Sports Club katika mchezo wa nusu finali wa mkondo wa mkondua, kwanza mnyama Simba akiwa hapa New Amani Complex katika mchezo ambao Simba atashuhudia mechi yao muhimu sana na kupata ushindi. Nyama Simba dakika tisini ndo zitaamua kupata ushindi ama la.